Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Alfredi Lazaro Cheyo. Ni katibu wa ujenzi katika kigango hiki cha Ibologero ambayo kwa sasa ni parokia Teule. Tunafuraha sana kwa siku hii ya Jumapili ya Matawi. Waumini wamejitokeza kwa wingi kusherekea sikukuu hii ya matawi, lakini tunamshukuru Mungu zaidi kwa sababu waumini hawa wameendelea kuhamasika na kuchangia ujenzi unaoendelea hapa kigangoni kwetu, ujenzi wa nyumba ya mapadri. Ujenzi huu wa nyumba ya mapadri ulipata baraka za baba yetu Kardinali askofu mkuu Protasi Kardinali Rugambwa alipofika hapa mwaka jana na akabariki ujenzi uweze kuendelea, na aliahidi ujenzi huu ukikamilika, basi mara moja atatuletea mapadri kwa ajili ya kutoa huduma katika parokia yetu hii teule. Hivyo, tunaendelea kuwashukuru sana waamini kwa kujitoa kwa moyo kuchangia ujenzi wa nyumba ya mapadri, na tunawaomba kwa hatua ambayo tumefikia waendelee kutuunga mkono, waendelee kujitoa kwa moyo kuchangia ujenzi huu ambao kwa sasa uko katika hatua ya kufunga sing body. Muda si mrefu mafundi watafika kwa ajili ya kwanza, hatua hiyo ya sing body. Tumeshamaliza boma Tumeshapaua, tumeshapiga ripu, tumeshaweka griri pamoja na milango, na kwa hatua inayofata sasa ni ya kuweka singbodi. Hivyo tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki waamini hawa na kuajalia katika kazi zao za kila siku ili katika yale wanayoyapata waweze kumtolea Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kushukuru sana uongozi wetu wa parokia ukiongozwa na Baba Paroko Salvatore Maganga kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kutuunga mkono kwa hali na mali kufanikisha ujenzi huu, lakini tunakumshukuru zaidi kwa dhati baba yetu na msimamizi wa parokia hii teule, baba, baba padri, Padri Kurwa ambaye kwa kweli amekuwa na sisi bega kwa bega katika kufanikisha ujenzi huu na tunaendelea kumwombea kwa Mungu, ambariki mpaka pale tutakapofanikisha ujenzi huu. Tunawashukuru viongozi wa Kigango tukiongozwa na mwenyekiti Edwini pamoja na timu yake nzima, lakini pia uongozi wa ujenzi ukiongozwa na Mr. Zumba ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya ujenzi zaidi sana tunawashukuru sana waumini wote ambao wanaendelea kujitoa kwa moyo kuendelea kujitoa kwa hali na mali kufanikisha ujenzi huu. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Itu, msifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Velina Lukasi, ni mwimbaji wa kwa mtakatifu Talisima mtoto Yesu, sauti ya kwanza Leo nimefurahi, nimefurahi, nimesali Jumapili ya matawi katika kigango cha Ibologero, parokia teule. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, na pia tunawashukuru waumini kwa mwitikio mzuri ambao wameuonyesha unye, wame kwa siku hii ya leo. Lakini pia tunawashukuru mapadri wetu wanaendelea kutulea kiroho, na sasa tunaelekea kuwa parokia lakini pia tunawashukuru waumini wa, wa kigango cha Ibologero kwa jinsi wanavyojitoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mapadre. Na Mwenyezi Mungu tunaamini kabisa ataenda kulitenda hili kwetu, na litaweza kutimia. Tumsifu Yesu Kristo.